Utatua unavuja damu, maumivu makali. Unatufukuza tutaena wapi? siku majela hamoni mume wangu. <coughs> Hapo kaka, nimekuja kwa kwa, kwa jambo hili moja, naomba ukae mbali na mume wangu. Hivi dada, ina maana huna taruhu ya ubinadamu?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 Ulizani yaani, nikusaidie nini? Labda umuulize mume wako amefuata nini kwangu, kwa mtoto mdogo kama mimi. Kaona wewe ni mzee, kaona wewe ni mbibi, kaamua kuja kwa kijana kidogo kidogo, amliwazi mwanamke mzuri, mwanamke anavutia eh, tena fanisha naye mwanamke mfupi ka ka nyundo ya barozi. Kwa hiyo kwaio wewe ndio ukae na mume wako, uongee naye, nikuone ulumachi na mtoto wako eh? Sina uwa ujinga mimi, mi nafata pesa, pesa ndo kila kitu nafata sapamba, ndo kila kitu. Dada upo, unajua nini? Hata mwenye, kuna kipindi nilikuwa mzuri sana, na bado mzuri tu, na ushukuru Mungu umenikuta kipindi hicho ambacho mwili wangu bado haujakaa sawa, ila walahi ningekuvuruga, ningekuvuruga. Sasa sikia, sina maneno mengi sana ya ku kuna muda na juli za wai, mbona ndoa wa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukiludi ukiluti ugomvi utatua kweli. Jamani, mapenzi uchizi, mapenzi ukicha, nimependa, nimependa nimependa nimependa mimi yeah. Ah, baba mzee, habari ya majukumu? Salama kabisa dio, ndio ndio mzee. Naona umekaa hapa, umekaa kinyonge sana, vipi? Kuna jambo unataka kuniambia? Ndio, ndio mzee, jambo ambalo nasikitika sana, dada yako amefukuzwa, alafu kubaya zaidi, anadai kwamba bwanaake anamnyima chakula alafu anamlaza nje. Hebu samani kidogo, amekuja dada yangu, ameleta malalamiko kwamba anapigwa na mme wake, si ndio? Ananyanyaswa, wanamlaza nje ndio. Alafu huyo bwana anaingiza wanawake wengine ndani. Ae, chumbani kwa dada yangu. Ndio ehe. Baada ya hapo, mzee, ulichukua uamuzi gani? Nikaona vema nimrudishe kwa bwana wake ili kusudi akamtafute mshenga akimtafuta mshenga ili tulimalize ili swala katika pande zote mbili. Mzee, mpaka dada anatoka kule anakuja hapa, manake anaamini hapa ndo kuna usalama. Umeshauri? Sasa kama anafanywa vitu vyote hivyo, haya umemwambia saa hizi arudi. Endapo kimkuta kibaya, inakuwaje mzee wangu hapa? A, hilo bwana mimi sijapenda. Sasa sikiliza, mimi nenda kukutana na wewe bwana shemeji huyo. Sawa, anefanya upumbavu. Naenda kukutana naye. Nita akanieleze kinaga ubaga. Kwa nini anamfanyia vitu hivyo dadangu? Alafu mimi ndo kaka. Siku anaolewa mdogo wangu hapa, na mimi nilikuwepo, na aliweka ahadi nyingi sana. Kwani ndaka za mwisho aanze kumtesa? Sasa mzee, mimi sitokubali hilo swala, sawa. Na atoka hapa, naenda kumfuata bwana Shemeji, naenda kuongea naye, na kama itatokea, si ndio fahamu aina yoyote mzee wangu, aisoya tugodi, mimi yule jamaa namuharibu kwa namna yoyote. Asikane ni alikie kufanya vurugu. Mzee nisikilize, yule ni dada yangu mimi. Sawa, yule wewe ni mwanao, haiwezekani. Nyesika sisi tunashangaa, tunaangalia kombo. Umefurahia kile kitendo mzee? Mimi naenda kuletea heshima Mtoto mtoto mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani wa. Haujui maumivu nayo yasikia mimi kwa ajili ya mume wangu. Hujui, hujui maumivu ya ndoa, mdogo wangu. Mume anauma afu, especially na mtoto mdogo kabisa yule Leo umefanya kwangu hivi, kwa mwingine utafanya vile, hata kuacha kama ninavyokuacha mimi. Nimekuja hapa na hekima sana, naongea na wewe, naomba unisikilize na unielewe kwa umakini. Yule ni mume wangu, yule mume wangu, tumefunga naye ndoa kanisani, mimi na yeye tayari ni mwili mmoja, kingine tuna mtoto yule. Hivyo dada, unanichukuliaje kwanza hapo kwenye imani yangu, upo kwenye nyumba yangu. Afu unakuja na maneno yako, unaongea ati oh mume wangu ni hivi na hivi. Ha? Mimi, mume wako akinihitaji tena, nitaenda, kwa sababu mimi nafuata sampapa. Kwanza hapa nilikuwa busy na mambo yangu. Hapa naenda kutafuta pesa. Kwa hiyo unaomba tuondoke. Ukitaka shari ndaleta shari. Kwenye maya yangu naweza nikakufanyia kitu chochote. Yaani naweza hata nikakuitia mwizi kwanza. Kwa sababu upo kwenye imaya yangu, naomba utoke kwenye imaya yangu. Yeye hata uniitie mwezi, maumivu ambayo nayapata mimi moyoni kwa sababu ya mume wangu hawezi kulingana na maumivu ambayo hata mtu anakuja kunipiga mimi na kunikata kata. hawezi kulingana kabisa. Ndio kana mume wako chini, dada, uongee naye. Kwangu amefuata nini? Mimi ninachofuata ni pesa, dada. Nafuata sapampa, ni pesa, dada. Kana mume wako, nimekuelewa sana mm -hmm. Basi yuko nje, mtumie lakini sio nyumbani kwangu, pale ni kwangu, kwangu. Ujisikia aibu mwanamke mwenzako anafukuzwa mbele yako na mtoto mdogo? Ujisikia aibu hivi? Hata ukifikiria jana anavyotoka pale, nitaenda wapi? Umejua shida nilizozipata usiku mzima mpaka nikapata pakulala na mtoto, afu wee unalala usingizi mzuri kabisa huko ndani kwangu kwangu na mume wangu. Mi sipendi ugombi na wewe kabisa, wala sitaki nikuharibie maisha. Najua bado binti mdogo unajitafuta ndio kwanza hata ndoa huna. Kwa hiyo naomba ukae mbali na mume wangu hivyo tu basi. mtoto wa mtaani mtoto wa mtaani mtoto wa mtaani mtoto wa mtaani mtoto wa mtaani. Samani shemeji. Naam, ni semei na ukusumbua pia ukupotezea muda Usijali shemeji yangu, unaweza ukaongea shemeji yangu. Yaani shemeji kifupi, napitia maisha magumu sana, yaani mpaka imefika ya muda, nimechoka, nimechoka kabisa. Ni vipi, shida nini? Naona, naona unalia au umekuja unalia, yaani sikuelewi shemeji, naambie shida nini? Eni, shemeji, saa hizi ndoa yangu haina amani tena, ndoa yangu haina furaha kabisa Kakako amebadilika yani, amebadilika kiasi kwamba anasahau mpaka familia yake na kuwapa kipaumbele wanawake wa nje. Kakako saizi anatunyima pesa ya matumizi, ananinyima chakula, ananiambia mda mwingine nishindie maji, mimi pamoja na mtoto wangu. Haijaishia hapo tu, anadiriki kuniletea wanawake nyumbani kwangu. Hii ni haki kweli jamani? na kunifukuza mimi na mwanangu tulale nje, yeye akalale na walaki kwenye kitanda changu mimi. ah! Ah, ah. Nasikia maumivu, nasikia uchungu ah, ah, ah, ah, ah, ah. Kweli kaka bamgoni vibaya babu, kaka amgoni vibaya ani kindi velane ndi mwana mama ah, si ndio andila pulango huyo Pole sana shemeji yangu Eh! ila hii yote hii tatizo ya kusoma angesoma, yote haya singetokea. Alikuwa anakimbilia kumiliki mali za wazazi, mpaka leo wazee bado wazima. Angalia sasa yanayotokea, shemeji, pole sana. Nini nini kimempata mume wangu? Sijui ni shetani gani amemwingia yule mwanaume, anasahau kama ile ni damu yake, andikitufukuza sisi ndani, ingie ndani na mwanamke kuna muda najiuliza mbona ndoa yangu inasumbua matumizi. Pole sana shemeji, ila mimi nitajaribu kuongea na kaka, nitakaa naye nitaongea naye nijue jinsi ya kukusaidia shemeji yangu. Ila shemeji, sisi bado tunakupenda sana, familia inaku, hata kama yeye hakupendi familia bado inakupenda sana. Naomba usichukue maamuzi magumu shemeji. Mimi nitaongea na kaka, tutakaa chini afu tujue tunafanyaje. Sawa shemeji. Shemeji mimi niko nileta ni hilo tu. Kwa hiyo nakuomba, ongea na kaka yako mara saizi. Ajali chini kabisa kuhusu mimi, nikiongea liwe nzuri, liwe baya, na mbulia kipigo hii station mpaka nafika hapa. Nimetoka kwa huyo mwanamke wake kuongea naye, lakini si ajabu amenijibu majibu mabaya sana, anazidi kuukandamiza moyo wangu, anazidi kuumia tu ila ukiona bado anaendelea usisite kuja nyumbani kwa wazazi sawa. Hili jambo inabidi wazazi wajue. Kwa ukiona anaendelea usisite kuja nyumbani kwa wazazi sawa, shemeji. Ila mimi kaka nitakaa naye nitaongea naye tujue jinsi ya kukusaidia shemeji yangu. Sawa shemeji, mimi mwenyewe nimeumia sana. Pole sana, shemeji yangu. Asante. Kumbe unapitia makubwa sana shemeji. Na kuomba shemeji yangu usije ukachukua maamuzi magumu sawa. Mimi si tupo kwa ajili yako Familia tunakupenda sana, tutakaa naye, tutajua tunakusaidiaje shemeji yangu. Pole sana shemeji yangu. Haya shemeji, pole sana shemeji, usichukue maamuzi magumu eh, sawa shemeji yangu. Yani ah, shemeji atoke ndani na mtoto usiku, afu ye aingie na mwanamke

Karibu. Asante. Namtaka dada yangu. Aisee, ustaarabu umewacha ulikotoka? Ustaarabu kitu gani baba? Nakwambia namtaka dada yangu. Mimi na shida zangu kibao, unaanza kuniambia habari za ustaarabu. Ya. Okay, dada yangu sijamuona Niambie kama yupo ama hayupo, mi nijue kama anajichenga nipite. Niambie, dada yupo hayupo? mm, brother, nenda kwenye point. Dadangu ah, dada bwana ni mfupi wastani, alafu ni mweupe kiasi, alafu ana mwili kidogo, ni mweupe mweupe. Sasa bro, ungefika ungegonga kistaarabu, then kaniuliza hivyo, mbona ingekuwa rahisi hapa ndani ndani, toka chumba. Oh, sister sister bana kama unafanya nini, sister? Upumbavu gani unaofanya huko? Unajua wewe ni mrembo sana, sijawahi ona mwanamke mzuri kama wewe, alafu hauna skendo mbaya baby, hauna skendo za kuchiti, nakupenda sana alafu huwezi amini baby, na nakuamini sana yani, sina haja ya kwenda kutafuta wanawake wengine nje. Sijui kufanya nini wakati wewe upo, unakuja one time. Najua leo umechelewa tu, nilikuwa kwa bahati mbaya. Na unajua baby, mimi ni mtu wa kazi, nilikuwa natoka naenda kazini kwa sababu nimeona wewe unachelewa, lakini wenyewe umekuja. Twende nikafanye kazi, twende nikaichape Unajua mii hata mimi nimekumisi jana usiku sijalala kabisa Na nakuwaza tu wewe mpenzi wangu ndio maana leo nimekuja ia kweli nataka leo kaichape paka okay, changanyikiwe kuna muda najuliza wai mbona ndoa yangu inasumbua matumizi hujaacha ndani ukirudi ugoi eh. Tatuanavuja damu, maumivu makali, unatufukuza tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni. Mume wangu, kosa langu lipi? karibu kumba ah, merizika na usini eh? Dada yangu, kuteswa, kunyanyaswa, kumfurahia kabisa. Yaani mtu anakunyanyasa, mtu anakutesa. Mwisho wa siku navumia upumbavu kama huu. Nisame kaka, kwa kuchelewa kukupa taarifa. Kwa hondi haku niambia, wa muhimu kumpelekea taarifa kuliko ni mimi kaka ako si ndio? Ulishindwa kunipigia hata simu. Haku, mimi sikujua kama umerudi. Haa, mangapi nimekutetea yoda dadangu. Haa? Ujinga kustaki tena. Ule ujinga unafanya kipindi kwa mdogo, sasa hivi sikutaki tena ushakuwa mtu mzima. Ah, kabla sijaendelea, wewe mdinga mwezi yuko wapi? Yupo kazini. Ah. Kaenda kazini sio? Haya, sasa sikiza nikwambie. Namfuata huko huko aliko. Sawa? Siwezi kukaa nikashuhudia dadangu ananyanyaswa. Dadangu unateswa. Hebu punguza hasira kaka yangu. Siwezi kupunguza hasira kati dadangu na oneo. Mimi namfuata huko huko aliko. Lazima nikajue mbivu na mbichi ni zipi aw, dadangu nateseka, mimi nipo tu, nipo tu. Kazi yangu mimi ni kukuprotect wewe hapa, hakuna mazungumzo, hakuna kitu ambacho dada tuongea si nitakuelewa. Siwezi kupunguza si hasira, kati dadangu na nyanyasika. Unafikiri nafikiri wangu kesho ataishi ataishi maisha gani, kama dadangu tu huna utulivu wa maisha mimi kama kaka siko tayari, lazima nijue kwamba dada yangu anini, unapitia changamoto zote hizi kati. Kaka yako nipo, nipo kwa ajili yako, na ukumbuke tumebaki watu wao wawili tu, mimi na wewe. Sasa kama wewe unanyenyesika, mimi naishi kwa amani eh? Mateso yako wewe ni mateso yangu, mimi naumia kama kaka. Sasa nakwambia hivi, namfuata huko huko aliko, si sitotaka nisubiri hapa, ni sako kwa bako. Lazima nimfuate aliko na ataniambia kwenye kunyanyasa dadangu. Nashinda <tipos> mtaani na randaranda dunia, tambara bovu limekata kamba, sijui upendwa baba wala mama, mtaani na waza Sio hara ese kufurahi au okay kewananja, masikini kaje kutana na baba. Yaani wewe undo na bruza pale ndio unanifanya kama mbuzi mimi. Yani, labda wewe hicho ni kidogo tu. Unachokuja kukufanyia ni kitu kikubwa sana. Kwa sababu wewe hauna hazi ya kuitwa mwanaume. Kwa nini unakuja kunitisha? Sikutisha, nakwambia ukweli. Wewe ni mwanaume mzini gani? Unajua kumnyonyesha dada yangu tu. Sina hazi ya kuitwa mwanaume. Kuna hazi ndiyo. Yaani uliniozesha dada yenu mpaka amenizalia mtoto. Kama ungekuwa mwanaume, kwa nini unaacha familia inahangaika? Kama ungekuwa mwanamume kwa nini mke wako anatanga tanga na, na njia? Ambaye ndo dadangu mimi. Kwa hiyo umekuja kunifokea kwenye himaya yangu. Mimi hapa ndo nasimamia na, na, maisha ya da dadangu na kuanzia sasa. Kitu ambacho unataka kufanya endapo tofauti wote katika maisha da Ay, so ya dadangu ukitokea haisiwe ya kugoni. Na kufanya kitu ambacho huji kuamini. Utanifanya nini? Yaani unaniambia nini? Jaribu. Unaniambia nini? Jaribu. Ushawahi kunywa maji ya kuoga? Na kuliza ushawahi kunywa maji ya kuoga? Nashinda mtaani na randa randa. Dunia tambara boflimekata kamba, sijui upendwa baba wala mama, mtaani na waza sio rahisi kufura kufurahi ukiwa na njaa, masikini kajikuta na iba masha ya dhiki duniani maya kwa changamoto nimezidiwa. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani.